Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtumishi wa Mungu, naitwa Godwin Jaki Bukuku, niko mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilombero, halmashauri ya Mlimba, hapa kata ya Mbingu, kijiji cha Vigaini, ndipo huduma yetu ipo, ambayo na inaitwa Redeemed Gospel Church Kisima cha Baraka tuna ibada zetu siku ya Jumatano saa tisa hadi saa kumi na moja na siku ya Ijumaa ni siku ya maombi, lakini Ijumaa mpili ni kipindi chetu tunachoanza na Sunday school saa tatu hadi saa nne lakini kipindi kikubwa saa nne hadi saa saba. Karibuni sana, karibuni sana. Kama maandiko yanavyotuambia, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mizigo nanyu mtapumzishwa katika kitabu hiki cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, Biblia inasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami itawapumziki. Yesu anasema njoo kwangu si mimi bukuku nasema, ni Yesu anasema njoo kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mizigo nani mtapumzishwa. Mnateseka na magonjwa mara nyingi mizigo mmebebeshwa, vitu ambavyo hata sio saizi yako, unateseka, hauna amani. Yuko Yesu ambaye atakupumzisha nikukaribishe, kabisa kwamba karibu kutani na Yesu mahali hapa. Ndiyo maana neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya tatu pia ina Mungu anasema kwamba Mungu akaupenda ulimwengu, ile Yohana 3:16 Biblia inasema Mungu kaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee kwa hiyo Mungu anaopenda ulimwengu ni wanadamu, anakupenda unayenisikiliza, kwamba anakupenda uje kwake kumtumikia. Na ndio maana Mungu mwenyewe anasema kaupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee ili yoyote anayemwamini asipotee. Unapomwamini Mungu hautapotea kwenye maisha yako, kwenye biashara zako, kwenye hatua zako zote zitakuwa salama, maana Mungu kwanza ni upendo, na wewe ukija kwake kumpenda utaheshimika kama anavyosema, na waheshimu wote wanaoniheshimu. Mungu anawaheshimu watu wote, hachagui ni mfupi, hachagui ni mrefu, wala kabila ama lugha, anawapenda wanawake, anawapenda wanaume, hana upendeleo kama wanadamu walivyo na upendeleo. Mungu ni wapekee sana, tofauti na wanadamu. Mungu anawapenda kabila zote, lugha zote, uwe na elimu usiwe na elimu bado Mungu anakuthamini sana. Ndio maana Bibilia inatuambia pia, tunapokuja kwake e, yeye ni mwaminifu sana kwetu. Ndio maana nasema mtu anayemwendea amwamini yupo. Tukiangalia katika kitabu chetu cha Waebrania pia kinatuambia habari hizi ile, Waebrania kumi na moja, huwa naipenda kuitumia, inanipa nguvu namna ambavyo natakiwa tuwe karibu na Mungu. Bibilia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa hiyo mungu anasema mtu amwendeaye mungu lazima aamini mungu yupo kwa hiyo wewe ambaye unataka kuja kwa mungu yupo na bado anatenda na anafanya shida zako kwake ni ndogo sana. Msaada ni kwa Mungu pekee. Karibu sana, Mungu awabariki. Karibu nami, naenda kuwaombea mwishi maisha ya baraka miaka yenu yote. Karibuni sana tena sana, Mungu atawatendea muujiza mkubwa. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita utakuwa ni mwaka wa baraka kwenu. Amen, amen.